Okimwe, okimwe ngundi. Nwa iwa. Nwa ese tuwe mokamba. Nwa e, mokamba ke vindi yo. I tell you. Ehe. <laughs> ah, chai kwa mkutasari. Ehe. Hi, my cousins. Hi, cousins. Makuzo. Makuzo. <laughs>

Huyu ambaye anaongea yes. Ukipenda zaidi, yes. Wanasamanga yeye akishashiba asumbuangi wengine, wanasema digestive system yake ndio inafanya kazi nchini. Oh, no. Makosa. Kosa, la, la. Sasa, uh, jana ameongea hey, na kusema hey, uh, majenzi mujichunge sana whatever you are writing on social media, whatever you are posting on social media inaweza watia mashakani kwa nini? Kwa sababu USA, hey. Visa. <laughs> <Tunataka>. <laughs> Sasa wamekuja kule kwenye mtandao, jenzi wenyewe wakamuuliza, mkuu, nani alikuambia tunataka kwenda <laughs> Sisi na mambo ya US tunaijua tukiwa huku hey. Tunajua Elon Musk anataka kuachilia dunus, tunataka kwenda

<laughs> Sinema ikianza pale, kidogo tunamwona ukipenda zaidi script writer. <laughs> Kwa jina, ni ni ni Mother Hen. Executive producer ni Baby T. Production ni Mother Hen <laughs> <laughs> na kidogo tunamuona Jangiridosi, ukipenda starring kwa sinema, kwa jina ukipenda zaidi <laughs> ni mkarabati eke Yesudi the man <laughs> huyu ukipenda zaidi ni rafikie Mother Hen ambaye ni script writer. <laughs> <laughs> Ikianza ndio uweze kuelewa kwa nini the uh, the beans uh, the rack of beans has been stopped. Kidogo tunaona kuna watu ambao wanafanyiwa empowerment kwa sinema. Ukiangalia pale unaona empowerment, utaona watu ambao wanapewa maharagwe na mkate. Na mkate mkate, wamepanga laini, wanapewa mtazamaji, msikilizaji, wale ni wamama wanaowapewa oh, no. <laughs> maharagwe wanasema ni empowerment. Nyakati ni za majioni majioni. Hii ifanyagwa mchana, mtazamaji msikilizaji. Eh, na wale ambao wanapeana, wanasema ni empowerment. Oh my. Kidogo sasa kwa cinema. Moja kwa moja hadi Eldoret. Kapsaret. Kapsaret kwenyewe. Sudi mkarabati anakuingilia <laughs> Kumbuka jamaa mwenyewe, inasemekana a, klasi yenyewe hakuenda sana. <laughs> <laughs> Ni kama tu ukatonya na, Kiengei na pale primary hawakupita. <laughs> Lakini akili ni kama ya injinia. Akili ni ya president. Akili ni ya president. Kumbuka hapo ndio wanasikanga wanaambiangu hmm, wako na akili ya kuzaliwa oh oh, uh, uh, si ya vitabu. Inaitwa wisdom. Wisdom. Yes. Yes. Kidogo, Genius. Ma genius. Anaingia. Yes. Kidogo akifika kule Kapsaret. Amefuatwa eh, nyuma na ukipenda zaidi eh, waimbaji wa mlima <laughs> Kumbuka hawa waimbaji wa mlima hawajui wanabebwa kwa nini. <laughs> Lakini jangiridusi ukipenda zaidi, sudi mkarabati amewabeba, ndio <laughs> waweze kujioneacie. Akili Wajui empowerment <laughs> ndio nini, si kuimba tu, makosa wololoyaye <laughs> maji wetu wamebebwa. Kumbuka hawa ndio pale tulikuwa tumepata upande mwingine, wakienda kule Karen. Uh, uh, uh, wanafuatana kule na wanakaa chini kujionea, ah, like. Jamaa ukipenda zaidi, ukipenda sudi, mkarabati anakuingilia, anakuingilia, ana kusimama pale juu uh -huh. Jamaa amekuja kabisa kuempawa watu wa kwao. Oh, ukipenda zaidi uh, amebeba pale, ukipenda zaidi, na si moja hizi vitu za kuuza mayai Uhum, kwa wingi amekubebea mashine za kukata zile majani za ng'ombe kwa wingi amebeba, yani empowerment nataka kukwambia chipo, ja chipo, na chipo, ndio hizo sasa. Na anajua empowerment ndio nini? <laughs>

Ya, ya, <laughs> <laughs> Kijuko, jamaa akazileta pale mbele oh, ni kuonyesha what is empowerment. <laughs> Empowerment, mm. Unapewa, mm -hmm. Oh, ni kitu ambao unapewa, unaweza ishi nayo for lifetime. for example, ukipewa kisiagi, utakaa na kisiagi, kazi yako ni kusiaga, unaingisha pesa. Oh, my. Ukipewa nduzi <laughs> ni <forever. laughs> Ukipewa kitu ya chipsi. <laughs> ni forever eh, yeah. Kule kwenyewe alikuwa amepeleka vitu ambazo zina guruma, ukipenda zaidi, in few words, alipeleka mashine zina guruma. Kumbuka sinema ikianza, tuliona watu wakipewa maharagwe wagurume tumbo wanafanya kazi, mashini zinaguruma, wanapata pesa. Na sisi, sisi tunaguruma tumbo, akina mama zetu wanaguruma tumbo. tunavinyana kwa cho makosha we kwa nyume umane ndiye wa tatizo ga yes. Kumbuka, uh, usudi mkarabati hmm. Alisimama pale na kuchangisha yeah, yeah. Na akasema pesa yake kwanza, yenye menua nayo vitu si ya taxpayer, vile vile yeye amefanya kazi na mkono yake yeah. sababu kuanzia tu mm. Nyinyi mkienda form 4 yeye <laughs> eh alikuwa kazini. <laughs> <laughs> <laughs> yeah. Na jamaa 45 million akachangisha akachangisha, makosa hiyo ndio inaitwa empowerment on top yes. of zile Of zile amepeana hmm. akachangisha 45 million. Sasa tuwasikia hawa watu leo wanaikiwa 10,000 cash each. Yes, yes ndio waweze sasa kuboost whatever they have started. 10,000 cash. Ndani, ndani. Watu elfu tatu. Sudi, mkarabati. Oh, lala. Finally amestop reggae <laughs> na kuonyesha ukweli <laughs> empowerment ndio nini <laughs> hmm. wewe una empower biashara ama unatupatia power <laughs> <laughs> wanasema maragwe ikisiagwa inatoaga ujipawana. <laughs> Oh, yeah. yes. Hapo hapo tukienda kumalizia sinema mama Simba Aya. ya mwenyewe ya, ukipenda e. zaidi zaidi mheshimiwa e. Kumbuka huyu mheshimiwa Alice e, ni yule ambaye alikuwa ameletea script writer uh, viatu <laughs> ama ukipenda zaidi viatu na bag za nyoka <laughs>

Kumbuka zaidi mtazamaji, msikilizaji, a mimi ha, hakunikumbuka hata kidogo <laughs> lakini pia yeye amekumbuka watu wakwake uh-huh. na amefanya empowerment. Yeah. E, pale na yeye jana mm. amefanya vile ambavyo inatakikana. What is real empowerment? Wow. Wow. akaletea watu wake manduthi hey. akawaletea chips kata mm. mashine za car wash zile ni empowerment ambazo zinaishi milele. Sasa wale ambao wanataka kua, kua ndiyo wanasema ati zilikuja zikabebwa mm. Wale ni wale wanatuletea mikate uh -huh. na uga na muki tunataka uh -huh. <laughs> <No. laughs> uh -huh. uh -huh. Wacha ileto ibebwa tukiwa hapo, ndio wacha tuione, eh, tumeiona alafu inabebwa inawekwa kwa store itolewe kesho vizuri na mpango <laughs> uh, wanasema uh, klasi ya mwisho ya kukuwa mchawi uh -huh. ni kukuwa mtu wa wivu. <laughs>

Ningependa kumshukuru uh, uh, mkarabati Sudi, mkarabati na Alice Mama Simba mm, kwa kutupigia msumali ya mwisho kwa eh, coffin. Yes, sanduku rege has been finally stopped. <laughs> Uu ndiraigua atiriri ati kuma gwakwa ri nginya guku ofisi gutiri CCTV na ndingiiga atiriri kuma gwakwa nginya guku ofisi iri CCTV yakwa ni ngai acio amboco boso marajera uguo marato marajera uguo ri CCTV yakwa ni ngai kuma gwakwa gutiri CCTV Eh.

Leta hiyo chai. Eyo nemenyaga rutigo eyo yao ya ba kuona thio karore mba tai. Ya kionaga before. Ni kuandiketwa ngiciarwa. CCTV ni anga. Ni anga hi. Tuendelee tusiendelee. And moving on to other very, very, very serious stories. Good job Oscar Sudi. Good job Mama Simba. Yes. That is the spirit. That is what we need. Very good. And moving on to other very serious stories. Mm. Stories zenye zimeshikanisha nchi. Mm. Hi cousins. <laughs> iiema ina kuzo kuzo, kuzo ni Rige. <laughs> Film producer ni Rige G. Transport manager Rige G. Executive producer Rige G. Mwimbaji Rige G. <laughs> yeye mwenyewe ndiye jamaa ambaye kwa sasa anatambulika nchi nzima kwa nini? Uh-huh. Jamaa akumbuka alikuwa ametuletea sinema ingine juzi juzi tu kwa jina one time <laughs> <laughs> Jamaa bado alituletea sinema kwa jina ingine usiguse mlima, na sinema zake zote zinakuwa hit na zinauza millions and millions of copies. Paul Walker. Yes, he was fast and furious. Jamaa anapeleka serikali fast and furious. <laughs> Hey, hey. Anafanya hawalali. Mm -hmm. Jana ama ni juzi ukipenda zaidi. Mm -hmm. Ametembea na akapata slogan noma sana mm -hmm. Mm -hmm. wakati alifika kule upande akapatana na watu wetu wakiwataita wamejikenda mm -hmm. Wapokomo wakisi Wakamba wa Kamba, uh. Waluya Luya uh. wa Kikuyu Embu na Meru jamaa uh. Mungu akampatia kipawa <laughs> hii ni kutoka kwa Mungu mwenyewe <laughs> <laughs> wanasema scriptwriter wake ni munoma tena zaidi Jamaa alisimama na kuambia watu haraka eh, haraka, Mungu akadrop idea. Eh, akaangalia akaona hapa <laughs> mumeniita mkabila sana. Hi, cousins. <laughs> Hi, cousins. kwa sasa sinema kipenda zaidi ya high cousins inapatikana kila mahali kwa mtandao <laughs> na ni free na ndio ina trend. Sasa wanasema kama mkuu wa majeshi kama mkuu wa majeshi ambaye ako sasa, ati yeye ndio profesa wa siasa, basi rigeji ndiye mwenye shule <laughs>